Na mbaya zaidi, mnaenda mbali, mnawarekodi. Akitaka kukuacha, unamwambia nitakuua. Ukiona vile anavyomtisha kumuua, anakataa, haogopi, unaanza kumrushia zile picha, ulizomlewesha madawa yako, ukamwingilia kimwili, ukimtishia kwamba utamdhalilisha. Naomba nitangaze vita zidi ya waganga wan mimi naitwa Safia Jongo, sina mwali na mhalifu. Waganga mpo, lakini Mungu yupo, na mimi namwamini Mungu. Acheni tabia chafu, mnachafua tasnia ya uganga wa asili. Muonyane unyinyi kwa nyinyi, wale mnaowajua wenye tabia hizo waache mara moja, kwa sababu sitakubali wananchi wadhalilike kwa kupitia nyie. Tunaelekea kwenye uchaguzi, nchi yetu ni ya amani na tunachokilingia ni amani. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya mauaji Geita, lakini chanzo ni ramli chonganishi. Na nawaomba na nakuwasii waganga wote wa kata ya Nyakagomba na wale mliopo hapa, mwapelekee taarifa. Nilipigana vita kubwa sana na waganga ambao wanapiga ramli chonganishi. Na kwa kiasi kikubwa tulipunguza matukio ya mauaji. Nawaomba na kuwasihi tuache kupiga ramli chonganishi.